Mkurugenzi wa usajili na uzingatiaji Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi, PDPC, mhandisi Stephen Wangwe, amesema taasisi za utoaji mikopo kwa njia ya mitandao ndizo zinazoongoza kulalamikiwa na wananchi kwani zimekuwa zikikiuka faragha za wateja wao na kuzitumia taarifa hizo kuwadhalilisha. Mhandisi Wangwe ametoa kauli hiyo leo Jumamosi Machi 22, mwaka 2025 jijini Mwanza katika warsha ya kuwajengea uelewa waandishi wa habari kuhusu dhana ya ulinzi wa taarifa binafsi, huku akieleza hatua kali zilizochukuliwa kukomesha vitendo hivyo ikiwemo kuzifungia baadhi ya taasisi hizo. Mpaka sasa tushapokea malalamiko takribani 60 na mengi ukiyaangalia, katika necha yao eh, ni haya ambayo yana hali ya udhalilishaji. Wananchi wanahitaji huduma ya mikopo, kuna zile wanaita online lenders ama wakopeshaji wa mtandaoni, wana apps zao ambazo lazima upite hatua fulani ili uweze kupata huduma. Sasa unakuta katika hizo hizo stage unazopita, kuna sehemu yule mtumiaji ama anayehitaji huduma anaulizwa, tunaturuhusu kutumia phone book yako. Kwa hiyo wengi wamekuwa wakitik pale, wanairuhusu ile app kutumia phone book yao na wakati wa malipo sasa, yule mwenye mtoa huduma anapeleka meseji ya kumdhalilisha yule mhusika kwenye contact book yake yote. Kwa hiyo tumeona makosa mengi ya hivyo, uh, lakini eh, tumeshirikiana na Benki Kuu ya Tanzania pamoja na mamlaka ya mawasiliano na vyombo vya ulinzi na usalama tumeweza kuzifuta, eh, usajili wake hizo taasisi zote ambazo zinafanya uhuni huo, lakini pia tunatoa wito sasa kwa watumiaji wewe mtumiaji ukienda lazima uwe, uwe makini na kile ambacho unaombwa, na pia tunashauri kwamba hizi huduma zinazohusu masuala ya fedha fedha ni taarifa nyeti. Sasa mambo ku, ku, ku, ya kupata huduma ya taarifa nyeti kwenye mitandao hata mhusika hujamuona, kitaalam sisi tuna, tuna, tuna, tunashauri isifanyike hivyo. Kwa hiyo tunatoa wito kwa wananchi kama wanahitaji huduma zenye zinahusisha taarifa nyeti wafike katika maeneo husika wasifanye katika e, mitandao. Katika hatua nyingine, mkurugenzi huyo ameeleza hatua ambazo wananchi wanaweza kuzichukua ili kupata haki yao pale wanapopata madhara ya matumizi yasiyo sahihi ya taarifa zao binafsi. Tume ipo kwa ajili ya kumsaidia mhusika wa taarifa. Mhusika wa taarifa ni mimi na wewe na mwananchi mwingine yeyote akati anahitaji kupata huduma atatoa taarifa zake. We, ukitoa taarifa zako inamaana wewe ndio muhusika wa zile taarifa, kwa sababu zinakutambulisha wewe. Kwa hiyo tume ipo kwa ajili ya kulinda maslahi ya yule muhusika wa taarifa. Kwa hiyo endapo itatokea ukabaini kwamba taarifa zako binafsi zimetumika vibaya na mtoa huduma X, tume ipo kwa ajili ya kukusaidia wewe kuweza kushughulikia lalamiko lako. Usiogope, kwa hiyo usiogope kwamba labda mimi sina gharama za kumwajiri mwanasheria ama sina gharama za kuendesha kesi hiyo wala usiogope. Wewe tu wasilisha lalamiko lako kupitia kwenye mfumo na tume itasimama na wewe bega kwa bega mpaka kupata haki yako. Kwa upande wake Mkurugenzi mkuu wa Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi pdpc Dr. Emmanuel Mkilia amesema wameongeza muda hadi Aprili 30, mwaka huu kwa taasisi za umma na binafsi zinazohusika na ukusanyaji na uchakataji wa taarifa binafsi za wananchi kujisajili, vinginevyo hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yao. Tuna taasisi zaidi ya laki moja na arobaini ambazo zinatakiwa kujisajili kwa Tanzania nzima e na mpaka sasa tulishasajili ta, e, e, taasisi zaidi ya elfu mbili lakini za mkoa wa Mwanza mpaka tunakuja zilikuwa ishirini. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba zilikuwa bado ni, ni kidogo, na tunategemea baada ya hii elimu tutaendelea kujisajili. Na tunapoongelea taasisi hizi zaidi ya laki moja, maana yake taasisi zote ambazo zinakusanya na kuchakata taarifa zinataka kujisajili kuanzia loji kwanza ni wanatakiwa kujisajili ili kuonyesha kwamba wateja wanahudumiwa inakuwa hivyo, lakini kuna taasisi kubwa sasa, ambazo zinaingia katika uchumi wa kidigitali, ndio ambazo zimeshajisajili kwa haraka sana ili kuweza kuendelea na utekelezaji wa majukumu yao. Na pengine e, ieleweke kwamba tulikuwa tumepewa mwisho wa kujisajili kwa ni tarehe 30 Disemba kwa mwaka huu ulio uliopita, na tumeongeza muda ili kuweza kupata nafasi ya kutoa elimu kwa zaidi kwa umma. Na kwa wakusanyaji na wachakataji kuongeza spidi ya kuweza kujisajili mpaka mwisho itakuwa ni tarehe thelathini mwezi huu, mwezi wa nne, mwaka ishirini na ishirini na tano. Na maana yake ni kwamba baada ya tarehe hiyo e, yeyote yule atakayekuwa anakusanya na kuchakata hizi taarifa kwa ajili ya kutoa huduma yake atakuwa anatenda kosa kama atakuwa hajajisajili lakini pia nitoe wito kwa wakuu wa taasisi uh, zote za kiserikali pamoja na uh, za binafsi uh, kuhakikisha kwamba taasisi zao zimejisajili. Hili ni jambo la muhimu sana, ni jambo la uzingatiaji wa sheria na heshima ya taasisi itajengwa endapo taasisi itakuwa imeonyesha commitment yake ya kwamba italinda hizi taarifa na kuhakikisha kwamba taarifa binafsi zinatumiwa kwa makusudi yaliyokusudiwa. Mkoa wa Mwanza ni miongoni mwa mikoa michache ambayo imesajili watu kwa uchache sana mpaka sasa, na taasisi chache sana zimejisajili. Sasa e, tuliangalia na tukagundua shida iliyokuwepo ni swala la uelewa, na ndio maana kimkakati tumeweka mwanzo mwanzo kabisa, ili tuje tuongee na wana Mwanza ili kuweza kuhakikisha kwamba basi taasisi zinazotoa huduma zao kidigitali, na hatua ya mwisho hizo huduma zao zinawafikia watu na wanatumia taarifa za watu kwa ajili ya kuwahudumia, zihakikisha zinajisajili ili kuweza kulinda faragha ya kila mtu. Nikiripoti kutoka jijini Mwanza, mimi ni Damian yani Masienene wa Mwananchi Digital.